Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen sasa anataka aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma aliyefutwa kazi Justin Muturi kukamatwa kwa kuendelea kushikilia stakabadhi muhimu za serikali. Akizungumza maeneo ya pwani hii leo, Murkomen amekemea kile ametaja kuwa unafiki wa Muturi kuhusu ufisadi serikalini na hata visa vya utekaji nyara. Seth Olale anaarifu huku Murkomen akiendelea na ziara yake usalama katika kaunti ya pwani. Justin Muturi akamatwe kwa kuvunja sheria kuhusu utendakazi wa afisa mkuu serikalini, Waziri Kipchumba Murkomen, nikukaribisha katika eneo la pwani. Haya ni maneno ya waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa tume ya ESC, DCI na ile ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Uh, in, in US, for example, if those documents are in your email, that's a serious national security issue. If Waziri Murkomen akipinga madai ya Muturi kwamba alizuia ufisadi kwa kudinda kufuata amri na sasa ameamuriwa kutoa ushahidi kuhusu madai hayo ya ufisadi serikalini. Why, why uh, uh, well with with Aidha Waziri Murkomen akisema kwamba malalamishi ya Justin Muturi kuhusu visa vya utekaji nyara yanakosa ukweli. Kwa nini alikwama kwa, nini ma, kwa uh, serikali ambayo ilikuwa inafanyia Wakenya vibaya. Na, hii ni kutafutia haki wa Kenya ama anatafutia kijana yake? Katika kikao maalum na wanahabari wa eneo la Pwani, Waziri Murkomen alisema kwamba Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja hakufanya kosa lolote kwa kuhudhuria ziara ya rais eneo la Mlima Kenya wiki iliyopita. Kuwa na rais ambaye ameenda kufungua miradi ya kiserikali sio makosa, lakini pia kuwa na opposition leaders Sio makosa. Um, uh, IG juzi alienda iftar pale isli na community, na akaenda kufanya iftar pamoja. Sasa utasema uji uzuri kwa sababu umesanyana na, na wananchi. Katika ziara yake katika kaunti ya Kwale, Waziri Murkomen alihudhuria jukwaa la usalama na wakazi na maafisa wa usalama katika jumba la Kwale Cultural Center kabla ya kusimamia rasmi shughuli ya usajili wa vitambulisho, stakabadhi za usafiri na vyeti vya kuzaliwa kupitia mtandao. <laughs> Utovu wa usalama na utumizi wa mihadarati ni baadhi ya maswala ambayo wakazi wa Kwale wanataka wizara ya usalama kuangazia kwa kina. Seth Olale, Runinga ya Citizen katika kaunti ya Kwale.